92 au 678813891. Ikiwa leo ni Oktoba mosi 2025 hivi sasa ni saa moja dakika 35 kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu nililopewa na wazazi wangu ni Dorcas Daniel, wengine huniita double D. Si mbaya. Karibu katika magazetini leo, kipindi ambacho kinakujia hewani Jumatatu hadi Jumamosi majira ya saa moja na nusu za asubuhi. Na hivi sasa zimekatika dakika thelathini eh, na tano tangu ilipotimu saa moja na nusu ama dakika tano tu tangu ilipotimu saa moja na nusu za asubuhi. Magazetini leo inakujia mubashara kabisa kupitia Sauti Kuu TV Online, tv yako pendwa hakikisha una subscribe na kubonyeza alama ya kengele kadhalika, kutufuatilia kila itwapo sasa, kila itwapo leo. Kukamilisha matangazo haya siko peke yangu, mwenzangu ni Freedom Richard upande wa mitambo, na ni kualike sasa tuweze kwenda sambamba hadi tamati ya magazetini leo, tukianzia habari za kitaifa, kimataifa, pia gazeti Machinga sauti ya wa wanyonge limeandika Dr Samia kufufua viwanda aahidi mageuzi makubwa sekta ya afya. Benki ya NMB yazindua tawi maalumu la NMB Tinde mnadani. Habari hii imetajwa katika gazeti wa machinga sauti ya wanyonge. Arusha kusimama mapokezi ya Samia, CCM ya tamba kuweka rekodi. E, vyuo vikuu Tanzania Canada kujenga jamii imara dhidi ya mabadiliko tabia nchi. Habari hii utaipata katika gazeti wa Machinga Sauti ya Wanyonge. Unaweza kupata nakala yako mara moja. Gazeti Uelekeo leo yetu ndiyo kesho yetu. Samia yuko imara, hakuna cha kumyumbisha. Lubinga anayesema hayo ampongeza kwa ujasiri wa kuongoza nchi, asema ameendeleza miradi na amani ya taifa, awaomba Watanzania kumpa kura tena, atetea uamuzi wa CCM kumteua mgombea habari hii imetajwa kwa kina ukurasa wa pili gazeti Uelekeo, leo yetu kesho yetu. CCM kuwainua kiuchumi vijana, wanawake na wenye ulemavu. Dokta Samia kujenga barabara za zege milima ya Upare. Dokta Mwinyi ahidi masoko ya samaki. Habari hii na nyinginezo utazipata katika gazeti Uelekeo, leo yetu kesho yetu. Naondoka hapo nikitupia macho gazeti Uhuru, ukweli daima. Habari iliyokolezwa wino inasema, Dkt Samia kufanya mageuzi makubwa. Mchimbi afichua kiini ongezeko la wawekezaji. NMB yapiga hodi mnada wa mifugo. Habari hii utaipata katika gazeti Uhuru, ukweli daima. UDP kujenga viwanda kila kona, yataja vipaumbele. Dkt Mwinyi asisitiza mambo mazuri kwa wafanyabiashara. Habari hii utaipata pia katika gazeti Uhuru ukweli daima utakapokamata nakala yako. Uh, Gazeti Taifa Tanzania, uzalendo kwanza. Habari iliyopamba gazeti hili inasema Dr. Samia tumeinua eh, tumeinua makusanyo kuipa heshima nchi. Dr. Mwinyi ahidi neema sekta ya uvuvi Zanzibar. Benki ya NMB yazindua tawi maalumu la NMB Tinde mnada, eh, mnadani Habari imetajwa katika gazeti Taifa Tanzania eh, mwaka genda amuombea Samia kura nyanda za juu huko kusini. Haya, naondoka hapo mie nikiangazia gazeti Mwananchi. Mwananchi limeandika kitanzi kwa mama kulikoni. Habari picha inamuonyesha mama mwenyewe, kitanzi kwa mama Mahakama ya mtia hatiani yeye na mwanawe wa kiume kwa mauaji ya kukusudia ya binti yake. Baada ya hukumu, kimya cha tawala. Baada ya hukumu, kimya cha tawala. Kulikoni alistahili amala. Vita vya Mwinyi Othmani kusaka kura ni habari ambayo imetajwa eh, kura laki saba kumi na saba elfu mia tano na hamsini na saba. Mahakama yapiga stop mamilioni kutoka benki, kulikoni? Mambo matatu kutumika kwa kumwenzi Dr. Salim. Habari hii imetajwa ukurasa wa pili. CCM kukamilisha miradi aliyoomba Msuya, mwalimu ahidi viwanda. Ukurasa wa tano wa gazeti Mwananchi unataja habari hiyo kwa kina. Dira ya Mtanzania, hoja ya wote Gazeti hili limeandika TRA kuwashughulikia wanaoghushi risiti, yafafanua risiti inayosambaa mitandaoni, waeleza haihusiani na mamlaka hiyo, yatoa darasa ukaguzi risiti kimtandao. Habari hii imetajwa hapa. Haya, CCM yatenga bilioni moja kumaliza magugu maji Mwanga. Habari hii ni kwa mujibu wa dira Mtanzania. E, benki ya NMB yazindua tawi maalumu la NMB Tinde Mnadani. Padre aliyejiteka abainika kuwa na tatizo la afya ya akili. Padre aliyejiteka e, abainika kuwa na tatizo la afya ya akili. Rais mstaafu Kabila ahukumiwa kifo DRC. Rais mstaafu Kabila ahukumiwa kifo DRC habari hii utaipata katika gazeti Dira ya Tanzania Hoja ya Wote. E, wananchi wako tayari kwa mabadiliko, Omo anayasema hayo. Habari hiyo pia utaipata katika gazeti Dira ya Tanzania Hoja ya Wote, vile vile gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Samia ahidi makubwa zaidi. Mama mwanawe wahukumiwa kifo, kesi ya mauaji. Bibi atuhumiwa kuua mjukuu kisa salamu e bana hey. Bibi atuhumiwa kuua mjukuu kisa salamu. Kamata nakala yako ya gazeti habari leo ufahamu Bwana Majaliwa atoa maagizo kukabili udumavu. Dokta Mwinyi anasema tunaleta mabasi ya umeme, asema yatalinda mji mkongwe. Treni za barabarani pia zaja, teksi za baharini kupeleka watalii visiwani hayo na mengine mengi yametajwa katika nakala hii ya gazeti Habari, eh, eh, habari, habari, habari Leo, gwiji la habari Tanzania. NMB yazindua matawi maalumu mikoa minne. Vilevile habari hii utaipata katika nakala hii ya gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Nakala hii inatuhitimishia sehemu ya kwanza ya magazetini leo, iliyo mahususi kabisa kwa habari za kitaifa na za kimataifa. Tunapata mapumziko mafupi. Nikirejea hapa, ni wasaa wa habari za kimichezo na burudani. Kwa maarifa ya kiroho jipatie vitabu vya Rev. E.S. Munisi vilivyohaririwa kwa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 Gazeti wa Machinga Spoti limeandika nabi ya tinga da Simba yatajwa tajwa, nabi ya tinga da, Simba yatajwa. Bodi ya ligi kufanya uchaguzi Novemba. Yanga Sports Club ya bano na Mbeya City e, ilieneza ni cok kocha mpya Simba Queens mayanga ni na timu nzuri msimu huu. Oh, tutaona haya. Uelekeo Sport limeandika Yanga Sports Club ya bano mbavu na Mbeya City. Singida BS wapigishwa kwatamashujaa bari, imetajwa pia katika gazeti hili, hatuta wadharau Namungo leo Azam e. Simba wanasema hatuta wadharau Namungo leo Azam Football Club. JKT kumaliza ubishi chamanzi. JKT Tanzania komana kocha wao. uchaguzi mkuu TPLB Novemba 29. Gazeti Uhuru kweli daima, ukurasa wake wa mwisho. Mbeya City aika malia Yanga uh, Sports Club moja kwa sifuri. Ushindi ushindi iliyopata Singida Black Stars dhidi ya mashujaa. Uh, Hugo Ekitike uh, amkubali um, Isaac kumekucha. Uchaguzi TPLB simbu aiota uh, medali ya olimpiki 2028. Matola azitaka pointi tatu na Mungo Football Club, habari ambayo imetajwa katika gazeti Uhuru kurasa wake wa mwisho. Taifa Tanzania, uzalendo kwanza, michezoni imeandika uh, Singida Big Stars ya Peter mm -hmm. Yanga ya Banu mbavu, mbea mwanzo mbaya wawafukuzisha kazi makocha hawa, kama tanakala hii uweze kufahamu. Polisi Tanzania yapanga mikakati ya kurejea ligi kuu, vilevile Simba kusaka alama tatu dhidi ya Namungo leo sinema eh, zinazoingizwa Marekani sasa kutozwa ushuru wa asilimia mia moja eh, kwa mujibu wa agizo la rais wa nchi hiyo, Rais Donald D. Trump. Sinema zinazoingizwa Marekani sasa kutozwa ushuru wa asilimia mia moja. Haya, na ondoka hapo, nikiangazia ukurasa wa mwisho wa gazeti Habari Leo gwiji la habari Tanzania. Yanga ya banwa Singida kicheko, Yanga ya banwa Singida kicheko. Simba na Mungo kuumana kwa Mkapa. E, Jadu FFU atoa pongezi kwa wadau wa dansi. Pamba walia na majeruhi wengi. Habari hii imetajwa katika gazeti Habari Leo gwiji la habari Tanzania, unaweza kujipatia nakala yako. Vita ndo imeanza, kile kimeo cha Fadlu bado. E, mastaa wavunja mechi DBL Debora kwa mama, ngumi ni sawa na kujiuza ebana, haya maswali ya miezi saba, Mbeya City ya ikomalia, Yanga Singida kileleni, ni habari ambayo imetajwa katika gazeti Mwanaspoti. Unaweza kupata nakala yako mara moja kupata habari kwa kina. Mimi naitwa Dorcas Daniel, ukiniita DD utakuwa hujakosea vile vilevile. Hii ni Sauti Kuu TV Online ambayo imekuletea matangazo haya moja kwa moja kutoka studio zetu za Kawe Dar es Salaam. Na hapa ninahitimisha magazetini leo, ikiwa ni maandalizi ya kipindi cha Sautikuu Sports.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 usifuri sita saba nane nane moja tatu nane tisa moja.